ari Samia Suluhu Hassan ambaye atafanya ziara ya siku moja kwenye mkoa wetu wa Kilimanjaro tarehe 9 mwezi wa tatu. Mheshimiwa Rais anafanya ziara hiyo kwa ajili ya shughuli maalum. Shughuli yenyewe ni kuzindua mradi mkubwa, mradi wa maji wa Mwanga Same Korogwe kama mnavyofahamu kwamba mradi huu ni mradi wa muda mrefu, lakini nafurahi kuambia sasa mradi umekamilika kwa awamu ume ya kwanza, na mheshimiwa rais Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan anakuja kuzindua mradi huo. Mradi ule una thamani kwa awamu ya kwanza takriban bilioni 300 za Kitanzania na mradi ule utawanufaisha wananchi wa wilaya ya Mwanga na wilaya ya Same kwa mkoa wetu wa Kilimanjaro, lakini kwa awamu ya pili utaendelea kwenye wilaya ya Korogwe mkoani Tanga. Kwa hiyo napenda nichukue nafasi hii kwa taarifu wananchi wa mkoa wa Kilimanjaro wote na viunga vyake, lakini na hasa wale wa wilaya ya Mwanga na Same ambao ndio wanufaika mkubwa wa mradi ule wa maji. Kwa hiyo ni waombe wananchi wa mkoa wa Kilimanjaro kujitokeza kwa wingi kwenda kumlaki Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan atakapofika kwenye mkoa wetu wa Kilimanjaro kwa ziara ya siku moja wilayani Mwanga. Mojawapo ya changamoto kubwa sana zilikuwa zikabili wilaya ya Mwanga, mimi nitoka nikiwa mtoto mdogo, ni changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama, hasa kwenye tambarare hii ya magharibi, wengi mnaoifahamu pale ambapo Mwanga inapakana ina, ina, ina, ina na Moshi vijijini ile njia yote, upite Kileo, Kifaru, mjini, mpaka Lembeni, mpaka yote upite Kuleo, Kifaru mpaka Sangiro, Mwanga mjini ile Kisangara, uende mpaka Lembeni mpaka kule Mgagao, ni sehemu ya mbele yote pamoja na huu ukanda wa Gwawa kwa maana ya Lanata ukikilia, haya maeneo yote yamekuwa na changamoto ya maji kwa miaka yote. Sasa serikali ya chama cha mapinduzi, miaka 19 iliyopita walibuni mradi ambao ungeipatia maji hilo eneo lote pamoja na maeneo ya wilaya ya Same mpaka Korogwe. Kwa kweli mradi ule ulikuwa ukwama. Mwaka 2020 wakati tunachaguliwa kuingia madarakani mradi ule ulikuwa umekoma kabisa na ulikuwa umeshakaa kwa muda mrefu. Lakini Dkt. Samia Suluhu Hassan alikuja madarakani mwezi Machi mwaka 2021. Tarehe 19 mwezi wa 11 mwaka 2021, katika viwanja vya ushirika tulimwasilishia kilio hiki kama kumkumbusha. Alitamka pale kwamba mradi huu sasa basi ufikie mwisho wake. Kuanzia hapo imekuwa kazi ni kazi, kazi ni kazi mpaka sasa mradi hivi tunavyozungumza wananchi wa Moo kwa shauku kubwa sana unamsubiri Mheshimiwa Rais kwa sababu amewapa zawadi ambayo hawajawahi kuiona katika maisha ya wilaya yetu ya